Eleza ye hataki mahusiano na yeye tena. ameamua kubaki na mke wake. Wewe shangazi, naomba uniambie, sio kweli. Mimi nadhani sio riziki yake, kama riziki yake basi itakuja nyingine, sio lazima Manyanya. Usiamini kama Manyanya anaweza akafanya hivi. Ndio wameshafanya sasa. Kama alijua hivyo, kwanini alituaminisha mpaka tukafanya yote? Shangazi, tumealika watu, tumemtumia mama nauli, amekuja huku, tumealika ndugu na majirani. Kwanini amwache Mati? Shangazi naumia, shangazi, shangazi mumia. ya sisi shangazi, au tume mkosea nini Mungu mpaka muwe kutuzalilisha kiasi hiki shangazi? Ni aibu isi aibu kwa mati peke yake, ni aibu kwa ukoo mzima shangazi. Na kama alikuwa mtaki mdogo wangu mayeye ni bora angeniambia, angeniambia, angeniambia mimi kuliko kunizalilisha kanim mefana kusalianikumambakanifanyia hivyo. Ana mkuzanini mwingu mimi nduwangu ameteseka alikuwa mdevi maisha yake. Kwa nini leo anamwacha shangazi? Mi nasikia uchungu shangazi, naumia Yani ni mara kumi mtu anitendee ubaya mimi, ni mara kumi mtu aniumize mimi, kuliko kuniumizia Mati. Mapito aliyoyapitia Mati mimi ndo najua shangazi, ni mwezi mkaelea shangazi, mimi ndo najua. Mara kumi aniumize mimi, ilo sio mati wangu. Kwani shangazi, mati yuko api? Nikamwone mdogo wangu, mi najua atakuwa anijisikia vibaya. Mati yuko ndani, kuna mamaja Manyanya kwa hiki alichokifanya. <tusk> Mr. Mwacha sana. Mungu Mungu, we unanipenda hivi ni kweli au unaota? Ake Mungu, Manyanya umejua kuniheshimisha we baba. Yaani kokote ulipokunywa soda ya baidi baidi nakuja kulipa. Kama angeolewa mbo mimi ningeficha wapi sura yangu? Nie sio mchezo, pete mchezo

Nikisema nikupe hiki kichwa, uwezi beba, takufa kwa mawazo jamani. Msione na lewa, ndio maana nalewa, sinywi mitungi kwa sifa ah. mnafanya nini hapa? Hapa dada, huwa hatuulizani hayo maswali ya kwamba mnafanya nini wewe. Kama umeitwa hapa, choma huko ndani, peleka mabegi yako. Kama utakaa kaa, kama utaamua kuondoka, ondoka. Habari za kuulizana eti mnafanya nini waga, hatuna hizo mambo. Karibu, narudia tena, mnafanya nini hapa ndani, ila mdeme